Naomba kutumia fursa hii kuwatangazia wananchi wa mkoa wa Arusha lakini pia wapenzi wa mashindano ya Samia Motocross Championship yaliyoanza mwaka jana mwezi wa saba na mwaka huu ikiwa ni season 2. Mashindano ambayo yanajumuisha vipaji vya vijana wetu na watu wenye umri wakati hata wazee pia wenye uwezo wa kuendesha pikipiki piki, na tumejumuisha pia mashindano ya baskeli na nafasi pia ya wanawake katika mashindano hayo. Msimu wa pili wa Samia Motocross Championship, tumeongeza zawadi kutoka mshindi wa kwanza milioni kumi kwenda milioni kumi na tano na kutoka mshindi wa pili milioni saba kwenda milioni kumi na kutoka mshindi wa tatu milioni tatu kwenda milioni tano na hapo pia tumezingatia pikipiki piki za expert kama hizi, kuna MX1 kuna MX2 kuna MX3, lakini pia tumejumuisha na bodaboda boda na mshindi wa upande wa bodaboda atachukua takriban milioni tano. Tunataka mashindano haya si tu yawe chachu ya vijana wa mkoa wa Arusha, lakini pia iwe alama ya mkoa wetu katika mashindano haya kwa Afrika na dunia kwa ujumla. Washiriki ni Watanzania wote na wanaafrika mashariki wote. Tunawaalika ndugu zetu kutoka Kenya, tunawaalika ndugu zetu kutoka Uganda, Rwanda, Burundi na sehemu zingine zote, wakiwemo na ndugu zetu sana kutoka Zanzibar kuhakikisha kwamba wamejiorodhesha na wameshiriki kikamilifu katika maandalizi ya mashindano haya.